In sasa kwa sababu mwalimu mkuu yupo amwezi, mkapewa TV peke yake bila kingamuzi, si ndio jamani? Eh, tuwape kingamuzi. Ile hela ya kingamuzi ipa, anaipokea nani? Mwalimu mkuu, ndio. Piga makofi, piga makofi! Haya, asante, hii hapa hela hii hapa pesa kwa ajili ya kununua kingamuzi ili muweze kufunga king'amuzi alafu akishanunua king'amuzi na hela ya kifurushi ya, ya kulipia, si ndio jamani? Tunahitaji mwanze kuyaona yale yanayofanyika na serikali yetu serikali ya Chama cha Mapinduzi na wapenda wanafunzi, si ndio jamani? Mnaona madarasa yetu kule ni mazuri sana, yameletwa na Dokta Samia Suluhu Hassan. Mnapokuwa darasani mtambue miradi imetwa na nani, na Dokta Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Wangapi mashabiki wa Simba hapa, nyuso mikono. Simba, simba, simba, simba, simba, simba. mwenyekiti wa wa vijana mkoa Pana, pa, kwa vitu ambavyo umeweza kutupatia hapa TV kubwa lakini, lakini hii pia itatusaidia tu sio kupata taarifa mbalimbali kule kwenye taarifa za habari, pia kuna kama vile bunge watoto, kuna mada hiyo zipo kwenye syllabus wataweza kuangalia, lakini kuna vipindi vingi kwa, vya mazingira viko kule, kuna vipindi vingi ambavyo vinahusiana na maswa, kuna channel pia ya ya ya, ya kujifunza wanafunzi. Na kutenda. Wanafunzi na kutenda mwenyekiti ametenda hai. Hajatenda uai ho aeneieh mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa, itumie fursa hii kukushukuru sana kwa moyo wako wa upendo. Umeambiwa mara moja na umetenda. Mungu akubariki sana. Nisipoteze muda, karibu sana TV. Nikaseme taleto kwa sababu nilitambua mazingira ya huku labda maduka yanaweza kukosekana, lakini, lakini mheshimiwa diwani kapambana, ameenda kuhakikisha TV mpya inapatikana. Kwa hiyo tunampongeza pia mheshimiwa diwani kwa juhudi zake ambazo ameenda kuleta. Kwa hiyo na mimi hapa tume, tumeiripia TV hii kama umoja wa vijana tukitewe yale maelekezo ya awali, ili tuweze kumsikia kumfuatilia mheshimiwa rais anayoyafanya. Hivi juzi mheshimiwa rais alikuwa Tanga, kuna mtoto wa kike pale alielezea mengi mazuri ambayo yamefanywa na mheshimiwa rais. Tukipata TV hii tutapata nafasi ya kumfuatilia mheshimiwa rais kazi anazozifanya, miradi anayoifanya. Natamani siku moja nije kwenye shule hii nijue wanafunzi wangapi ambao wameshaelewa mheshimiwa rais anayoyafanya. Mheshimiwa rais anayafanya makubwa sana kwenye nchi yetu, na sisi kwenye mkoa wetu wa Geita, mfano tuna shule bora na nzuri ya wasichana ambayo mheshimiwa rais ameleta zaidi ya bilioni nne kwa ajili ya kuijenga ile shule. Ni shule nzuri, watoto wetu wa kike hapa wanaweza wakatoka kwenda kusoma kule CCMO. Kwa hiyo hey, kwenye swala la elimu mheshimiwa rais kawekeza pakubwa sana, na anajitahidi pia kumkomboa mtoto wa kike, kujitahidi anasoma. Na watoto wa kike, mfano rais, uwe mheshimiwa rais mwenyewe awe role model wenu mumtazame mi na tamani huko baadaye tupate kina Dr Samia Suluhu Hassan wengine huko CCM.